Bwana Yesu asifiwe sana. Nasalimu kanisa katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu maana amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu. Katika hii wiki nimemwona akinipigania na kunitetea katika maisha yangu. Ni matumaini yangu kwamba pia wewe umelindwa katika Bwana. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku njema machoni kwa Bwana imempendeza Mungu kufika mahali hapa siku ya leo. Si kwa nguvu zako wala si kwa uweza wako bali ni kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Ni wakati tunataka tuingie katika neno. Neno hili mtu akalifanye kuwa lake. Haleluya. Bwana Yesu azifiwe. Hakikisho la ulinzi wa Mungu. Hakikisho ya ulinzi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ya kwamba wengi wamekosa kuamini kwamba Bwana anawalinda, wengi wamekosa kuamini ya kwamba kunaye Mungu mwenye uweza, lakini mchana wa leo Bwana ananena na mioyo yetu kama alivyonena na moyo wa Daudi Daudi, baada ya vita vingi, alipata jiraha ndani ya moyo wake. Alipokuwa jangwani, akawa anapiga mahesabu, ndugu zangu, nitakutana nao lini? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Maana Goliati alikuwa amesimama, ni kwa ajili ya kusambaratisha Daudi alipokuwa anajiuliza ndani ya moyo wake, ndipo sauti ya Bwana ilimjia ikamwambia Daudi, ya kwamba mimi niko pamoja nawe, nitahakikisha ulinzi mpaka ukapate kukomboa ndugu zako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Daudi akahakikishiwa ulinzi katika maisha yake. Hata wewe nawe mchana wa leo Bwana anaenda kukuhakikishia ulinzi, maana kunao ukombozi unaenda kuachiliwa ndani yako, kunao ushindi unaenda kuachiliwa ndani yako, kuna kuinuliwa mpendwa, mchana wa leo haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuingie katika kitabu cha Bwana, hakikisho la ulinzi wa Bwana napatikana katika kitabu cha Zaburi, Zaburi tisaini na moja. Pate msomaji akapate kunisomea kuanzia huo mstari wa 9 mpaka 16. Zaburi ya 91 na mstari wa 9 unasema hmm, kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu hmm, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa, utauge, kwa kuwa utakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utakokanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. kwa kuwa amekaza, amekaza kunipenda, nimwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amenijua jina langu. Ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. 16 kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tukapate kumwangalia ndugu yetu Daudi. Wakati Daudi dhiki ilipoingia ndani ya moyo wake, akawa na maswali juu ya ndugu zake, akawa na maswali juu ya jamii yake, akawa na maswali juu ya taifa, maana Goliati alikuwa amesimama kutaka kusambaratisha kizazi kilichokuwa kimepata kuinuliwa. Alisimama ni kwa ajili ya kuenda kupendua, akaua wengi. Daudi, watu wengi aliwaseta, watu wengi aliwamaliza. Maana Goliati alikuwa lengo lake ni kuua. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Daudi alikuwa na maswali katika maisha yake. Daudi hakuangalia utoto wake hakuangalia umri wake wala hakujiangalia jinsi alivyokuwa, bali alimuita Mungu ili akapate kuingia ndani yake na akapate kupigana na Goliati. Ah, haleluya! Bwana Yesu asifiwe Neno linasema ya kwamba wakati Daudi alipokuwa na maswali ndani yake, ndipo Bwana alipata kumujia Daudi akamwambia, ya kwamba, Daudi, usiogope, maana mimi niko pamoja nawe, mahali popote utakapoingia nitaingia nawe. Alipewa ujasiri, naye Daudi aliposikia sauti akamwambia ya kwamba kwa kuwa, kwa kuwa wewe Bwana ulikuwa pamoja nami, na akamwambia ninataka nikakuone katika kizazi hiki, ukanitoe katika mateso haya, na wakati utakaponipigania mpaka adui aliye mbele yangu nitakapomwangusha, nitasimama nikilitukuza jina lako. Haleluya! Bwana Yesu azifiwe. Ndipo mchana wa leo Bwana amepata kuleta hili neno. Ikiwa mimi na wewe, ndimi Daudi ambaye ni Daudi wa siku ya leo, mbele yako kunayo Goliati. Maana amesimama, anataka kukuangamiza. Goliati amesimama, anataka kukusambaratisha. Goliati amesimama, anataka kukuangamiza maisha yako, lakini Bwana nawe mchana wa leo anasema ya kwamba usiogope, mwanangu, usimwangalie Daudi anavyokupepeta, maana mimi nitakutia nguvu na utaenda kumwangusha Daudi mbele yako. Goliati anaenda kumwangusha mchana wa leo, Goliati unaenda kumpiga na chini. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nisomee mstari wa kumi, unasemaje, msomaji, huo mstari wa kumi. Mstari wa kumi nasema hey, mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia, mm, hema lako. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Daudi akaambiwa ya kwamba mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitasimama mbele yako. Najua ya kwamba umekosa amani kwa sababu ya ndani ya moyo wako. Umekosa amani kwa sababu ya adui unayemwona mbele yako umekosa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana natamani akapate kukufungua mchana wa leo mpendwa. Ndio. Kuna neno linaenda kuachiliwa katika maisha yako. Okay. Kuna ujasiri unaenda kuachiliwa ndani yako. Daudi alifaa ujasiri kumwangusha Goliati, ilikuwa si kazi rahisi. Kumbwaga Goliati ilikuwa si kazi rahisi. Lakini Daudi alimwa huyu Goliati ili taifa likajua ya kwamba wewe ni Mungu mwenye uweza. Hata wewe nawe, mwambie Bwana huyo adui aliye ya mbele yako ni sharti akapiga magoti, akajua ya, ya kwamba yule Mungu unayemwabudu ni Mungu mwenye nguvu. Hey, maana adui hata kuchezea maisha yako, adui ya hata kupepeta, adui hata kupepeta moyo wako, adui hata kukosesha amani. Kuanzia siku ya leo, adui anaenda kichwa cha adui yako unaenda kukiangusha, utandapana na yeye tena. Maana Bwana anaenda kujitukuza katika maisha yako. Ah, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Walikutenga na kukutimbia mashimo, lakini Bwana anaenda kukushika mkono. Haleluya, mwambie jirani yako, Bwana anaenda kukushika mkono bwana anaenda kukushika mkono mchana leo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. <coughs> Yeah. Kuna kitu kipya kinaenda kuachiliwa ndani ya moyo wako. Kuna nguvu mpya azienda si kuachiliwa ndani ya I moyo mean, no, wako upendwa, wewe ni mtu wa maana yeah, kama Daudi alivyopewa kibali na akawa mtu wa maana katika taifa, hata wewe unaenda kuonekana mtu wa maana kuna kibali unaenda kupewa, uunaenda kuna nguvu mpya mpendwa, hey. Wewe ni mtu wa maana amina. Bwana anaenda kukutetea mchana wa leo, mstari wa kumi na moja msomaji alisemaje? Unasema hmm. kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Amen. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake katika hoja ulio nayo mpendwa, usijisumbue moyo wako. Bwana anaenda kuagiza wajumbe ni kwa ajili ya kukutana na hoja yako. Bwana anaenda kuagiza wajumbe ni kwa ajili ya dhiki ulio nayo, hiyo jiraha ambayo unalisikia katika mwili wako, kunao ukombozi unaenda kuachiliwa. Asante Bwana, kuna ukombozi unaenda kuachiliwa katika maisha yako. Najua ya kwamba umekosa tumaini kwa sababu ya adui aliye ya mbele yako, umekosa furaha kwa sababu ya adui unayemwona lakini nataka ni kuagize ya kwamba mchana wa leo Daudi alikosa amani, hata kula kwenyewa alikuwa hakuli. Lakini Bwana akamshukia Daudi akamwambia ya kwamba si kazi yako, mimi niko hapa kwa ajili yako, natagemeona kilio chako ambacho umekililia miaka mingi, natamani nikapate kukupa mnema maana wakajua ya kwamba wewe ni mtu wa maana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninajua unakilio mchana wa leo. Ndio. Ninajua una dhiki ndani yako. Amen. Umesema wacha niende kanisani angalau dhiki hili linaweza likanitoka. Lakini Bwana, mchana wa leo amekuhakikishia kuna ulinzi na ukombozi katika maisha yako. Bwana anaenda kukukomboa. Kuna watu wanaenda kutumwa ni kwa ajili ya nyumba yako. Kuna watu wanaenda kutumwa ni kwa ajili ya nyumba yako. Kuna watu wanaenda kutumwa ni kwa ajili ya jamii yako. Kuna watu wanaenda kutumwa ni kwa ajili ya kazi yako. Kuna watu wanaenda kutumwa ni kwa ajili ya maisha yako. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Mpendwa, Bwana nataka kwenda kukubadilisha. Usiangalie ni wokovu wa miaka mingapi ndani yako. Usiseme kwamba kutokea miaka yote mimi nimeokoka lakini mbona sijamwona Bwana? Nataka nikwambie mchana wa leo, Daudi alimw alimcha Mungu kwa muda mrefu, lakini alipofika siku e, ya Bwana Daudi alipata kuona ushindi. Hata wewe nawe mchana wa leo Bwana anaenda kukushangaza mpendwa. Usiangalie kuna dhiki gani, usiangalie unapitia nini, usiangalie kuna vita gani. Me, ni siku ya leo Bwana anataka kaachilie furaha ya moyo wako, maana anaenda kukutumia watu. Anatuma wajumbe ni kwa ajili ya maisha yako Amina. Kuna wajumbe wanatumwa ni kwa ajili yako. Kuna ukombozi mpendwa, mchana wa leo wewe ni wa maana. Ndio maana siku ya leo uko hapa. Amina. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana, naye Mungu anayeweza, tena Te, yeye ni mwaminifu, usilie usilie, naye Mungu anayeweza Baba kunaye Mungu anayeweza tena, yeye ni mwaminifu. Usilie, moyo wangu, kunaye Mungu. Hiyo hali unayopikia mpendwa, moyo wako umefungwa, moyo wako unaugua, maana unapitia hali ngumu, Unapitia Yesu asifiwe sana, kunaye Mungu mwenye uweza. Kwa akili zako hautaweza, kwa ujanja wako hautaweza, kwa neema yako wewe mwenyewe hautaweza, lakini mwite Bwana mchana wa leo katika hoja ya moyo wako. Mwambie Bwana kapate kukushughulikia hoja ya moyo wako. Mwambie Bwana, nataka nikuone, maana kunaye Mungu mwenye jibu. Bwana Yesu asifiwe, ni wakati umefika mchana wa leo

kuenda kukufungua. Haleluya! Inajua umehangaika kwa muda mrefu, umelikosa tumaini, mpendwa, umekosa tegemeo, unahisi ya kwamba wewe umekataliwa. Haleluya! Nataka nikwambie ya kwamba wewe ni wa maana machoni kwa Bwana. Bwana anataka kuenda kukutengeneza. Bwana anataka kuenda kukufunyanga maana yeye ni mfinyanji mwema, na kwa sababu ni mfinyanji mwema, mchana wa leo ametuma ujumbe ya kwamba nite ni nami nitapata kuitika. Mwite Bwana mchana wa leo na yanaenda kuitikia, mwite Bwana mchana waleo, na yanaenda kuenda kukubadilisha. Mwite Bwana mchana waleo kwa hoja yako, mwite Bwana kwa hoja yako mchana wa leo, mwite Bwana mchana wa leo kapate kumwona katika hoja yako ulionayo, hilo jiraha ulilonalo, mwite Bwana akapate kuondoa hilo jiraha muite Bwana kapate kukuondoa katika hiyo dhiki. Maana wewe ni wa maana machoni kwa Bwana na anataka kwenda kukufinyanga, mpendwa, anataka kwenda kukubadilisha maisha yako, anataka kwenda kukuweka kiwango cha juu. Kuna malaika wametumwa ni kwa ajili ya maisha yako, na yeye ni wa maana machoni kwa Bwana. na sita anasema kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa siku nyingi nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu ndani yako, na ni siku ya leo, Bwana anaenda kukushibisha. Ni siku ya leo, wokovu unaenda kuonekana ndani yako, wokovu unaenda kuonekana ndani ya nyumba yako, wokovu unaenda kuonekana katika njia zako, maana anaenda jipya linaenda kupandwa katika maisha yako. Kuna neno linaenda kuingia ndani ya moyo wako, wewe unaenda kuwa mtu wa maana. Mpendwa, ondoa dhiki ndani yake, ondoa mzigo ndani ya moyo wako, ondoa kubeba mtu. Bwana anataka kwenda kukusibisha, akabadilishe maisha yako. Mungu ana mipango mema kwa ajili ya maisha yako. Mungu ana mawazo mema. Wanapokusanyikana ni kwa ajili ya jina lako. Wanapokusanyikana katika ushirika wao usiku wa manane ni kwa ajili ya kukuita jina lako. Nataka nikwambie, mchana wa leo hawatakuona tena tena katika vyoo vyao. Hawatakuona tena katika ushirika wao, hawatakuona Juu yako mpendwa, Mungu anaenda kukushangaza. Haleluya, usiangalie hiyo dhiki iliyo mbele yako. Anakwambia, niite nami nitaitika. Nataka twenge mbele za Bwana, mwite Bwana, mwambie Bwana akapate kukushughulikia. Mwambie Bwana mchana huu wa leo akapate kunena jambo jipya katika maisha yako, akaanze mwanzo mpya.